alivamiwa na watu wasiojulikana na akaumizwa vibaya, e, alipata majeraha kichwani, majeraha ambayo yalimfanya walaze katika hospitali ya Aga Khan pale e, Dar es Salaam. Kwa wakati huu anaendeleaje Father Kitima? Nimezungumza naye bado yuko chini ya uangalizi wa madaktari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 kwa hiyo kwa upande fulani ni kama sehemu yake ya kufanyia kazi, si kwamba hiyo ni wapo mojawapo. Kwa hiyo kusema kwamba alikuwa anapata kinywaji ni kama mtu ambaye alikuwa baa, hakuna baa pale kwenye Baraza la Maaskofu. Kwa hiyo hilo mimi ningesema ni upotoshwaji, e, wa hali ya juu <coughs> na isingetegemea pia chombo cha usalama kitoe statement kama ile kwa umma. Ee, kueleza ambacho watu wanategemea kwamba i-eleze kitu cha ufasaha cha ukweli ambapo kila mtu wanategemea kuanzia tu pale mwanzoni. Kwa e, kweli binafsi ninaona hakuna e, e, ukweli pale. Si inawezekana kwamba Padri Kitima alikuwa akipata kinywaji, kinywaji inaweza kwamba juisi, maji, pale pale ndani katika Baraza la Maskofu. Ee, inawezekana lakini